tarajia kuwafikia wagonjwa zaidi ya elfu thelathini kwa awamu hii. Lengo ni kuwapunguzia gharama na kuwafikishia huduma kwa wakati, na tunatarajia kutoa huduma bobevu kwa wahitaji wote wa uh, wanaohitaji huduma bobevu. Lengo kubwa ni kuwakaribishi uh, kuwafikishia huduma karibu wahitaji wa huduma hizo, kwani ni, ni gharama hasa kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga kufikia huduma bobevu. Huduma hizi bobevu zinalenga kwenye huduma za uzazi, huduma za watoto na watoto wachanga, zimelenga pia huduma bobevu kwa magonjwa ya ndani na pia huduma za upasuaji za kibingwa. Kwa hiyo tunatarajia kuwafikia kufi, wahitaji wa, wa wote wanaohitaji huduma kwenye maeneo hayo. Wataalamu hawa wataweza kuwajengea uwezo madaktari walioko katika hospitali zetu za manispaa na halmashauri ili waendelee kuwahudumia wananchi kwa urahisi zaidi, na inapobidi wa wanatoa huduma za rufaa kwa kuzingatia uhalisia na utaalamu ambao wamejengewa uwezo na hawa madaktari bingwa. Sasa hivi -sa ndani ya mkoa wa Shinyanga zaidi ya watu laki mbili arobaini wameshapata huduma ikiwa ni wanawake kina baba na watoto hiyo hakika, idadi kubwa ya watu hawa ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine, uh, wangeweza kuwa referred kwenye institutions au uh, hospitali za juu ambazo zina wataalam ambao leo ndio mmekuja hapa. Lakini kikubwa zaidi ambacho pia tunakiona ni kutusaidia na kujengea uwezo kwa wataalamu wetu, ambao mpaka sasa hivi ndani ya mkoa wa Shinyanga zaidi ya wataalamu kwenye sekta ya afya elfu kumi na tano wameweza kujengewa uwezo. Tujitokeze kwa wingi, lengo ni kuweza kuona wale ambao kwa namna moja ama nyingine wana changamoto mbalimbali waweze kufanyiwa utambuzi, lakini pia waweze kupata ushauri na tiba kadri ambavyo changamoto husika ita, itaonekana. Mara nyingi tulikuwa tukiandikiwa rufaa, unaenda Bugando kwa unaenda Bugando, unatumia ni muda wa siku nzima Manake, inabidi utoke asubuhi urudi jioni. Aa, ni vizuri sana kwa sababu imepunguza. Unaandikiwa hapa hapa, unatibiwa hapa hapa, na unaweza ukapata operesheni hapa hapa hapa ha? Kulingana na wataalamu walivyokuja imepunguza sana. Mwanza mbali sana, ikishindikana wanakupeleka hapa. Mawaza ni hapa hapa mkoa wa Shinyanga, wao wanakuja mara kwa mara kwa sababu magonjwa hayana hodi.